Alituma kwenda kuwaokoa, lakini pia bahari iliacha njia wakapita, sio kwa sababu walilia sana, bali kwa sababu Mungu alikumbuka Adamu. Sikiliza, kuna, kuna siku moja wana wa Israeli walikosea, si ndio? Walikosea na Mungu akakasirika, akataka waue wote kilichowaokoa ni nini? Ni Musa aliongea sana? mmekusahau bibilia. Mu, Musa alichokifanya akamkumbusha tu Mungu kwamba, sikiliza baba, hawa watu uliwatoa <laughs> Misri uwapeleke Kanaani. Hata Farao hili anajua, hata majirani wanajua, utakapowangamiza itakuwa ahadi yako ni feki, ni hewa tena. Farao atawacheka sana. Kilichomfanya Mungu awasamehe asiwauwe sio kwa sababu hasira zilipungua, kwa sababu alikumbushwa agano, kwamba mkataba wetu ni kuwapeleka Kanaani. Haijalishwa na kutukana hawatukani, ila hao wa safari yao ni Kanaani. Bwana asifiwe, haleluya. Mkataba wako wewe ni kumwona Mungu, sema amen. Haijalishwa na umizo na kanyagwa au nakatishwa tamaa, wewe baki katika mkataba wa kusafiri pamoja na Yesu. Haleluya, pamoja na yote anatokea, mwambie Bwana, mkataba wangu mimi nikukuona wewe. Ninajua wengine mkataba wao wakifika mbinguni wamuone Musa. Mimi mkataba wangu nikifika mbinguni nimuone Yesu. Amen, haleluya, haleluya yeah. Wengine watamani akifika mbinguni wamuone Eliya, mimi natamani akifika mbinguni nimuone Yesu Kristo, niwaone wazee 24, niwaone wenye hai wanne nione kiti cha rehema cha enzi cha Mungu Baba aliye hai, haleluya. Bwana sio sana, amen. Unatamani kwenda mbinguni? wanga katamani kwenda mbinguni? Kuna ambaye anyoosha mkono, huenda ananiombea sasa. Mwambie mchungaji, yuko vizuri, amka tu, yuko vizuri, yuko super nogo no. Haleluya, bwana Yesu asifiwe. Na kuuliza tena, unataka kwenda mbinguni? unataka kumwona Bwana? Shangilia Bwana Yesu kama uko tayari. Ninajua unatamani kwenda mbinguni, ninajua una shauku ya kumwona Bwana, isipokuwa hautamani kutangulia kwenda mbinguni. Najua una, unatamani kwenda mbinguni, lakini kutangulia hautamani tena. Natumia andiko, maana wa kwanza tuko wa mwisho. Kwa hiyo mimi nataka niwe wa mwisho ili baadaye niwe wa kwanza. Wewe kwa ni ugali tu. Ndio na tu nakupa shida hiyo. Unataka ndio kwa chips chips hapa duniani. Haleluya. Haleluya. Unabarikiwa na Bwana. Hapo nahitimisha yaani hapa. Niko mission. Natoa wito kwa kanisa. Usimtegemee Mungu kwa kilio chako pekee. Usitegemee kilio chako kitakukokoa. Kilio chako ni kengele ya kumkumbusha Mungu ili akumbuke agano apate kukutendea. Kwa kulia sana haitoshi. Nehemia aliposikia ukuta wa Yerusalemu umevunjwa, alilia machozi yakamtoka. Mwisho wa siku mm-mm, akachukua hatua, akafunga na kuomba. Baada ya kufunga na kuomba, akapata kibali kwa Bwana. Alipopata kibali kwa Bwana, ndipo akaanza safari ya kwenda Yerusalemu kwenda kuujenga tena ukuta. Bwana asifiwe. Imani yetu bila matendo imekufa, pasipo matendo huwezi kuleta matokeo yoyote. Haleluya, yaani wewe we, bila matendo hakuna kitu utafanya hapa duniani. Yesu asifiwe sana. Jana wa kiume unataka kuoa nani? Anataka kuoa hapa, simama. Unataka kuoa, simama. Unamwangalia vizio mwanaume wewe, muoaji huyo Muuaji, anajijua halafu, kesho niambia, nataka kuoa akatalia binti yangu kuolewa na mwanaume mwoga mwoga, aniona aibu mbele za watu. Mwanaume anasimama, huenda akunisikia. Nani anataka kuoa? napigwa ao anahamia kushoto kulia, piga makofi, kaja bwana. Ah, hey, ah, yes. Mjana wangu Nitakuombea na ikiwa mwaka huu utaoa, nitakupatia suti mpya, sio ya kwani, mpya kutoka dukani. Amen, nitaiagiza alafu utaipokea wewe, mkana leti. Amen, haleluya! Niite tena mgeni Maya binti,

nguo ah, ya snd tunaanza na Yesu. Wewe unamkeako sawa, mama mke yuko hapo, nataka kufunga ndoa, simama simama simama kabisa, unasemaje kwa sababu ya shati hiyo imeisha. Huyo auyo atalala hapo unapolala, atakula hicho anachokula. Yupo tayari nitimishe. Kwa ruka 22 20 ingawa kwenye In, ingia kwenye agano na Yesu. Nafasi yeah, na ya pekee sasa natoa wito kwa watu waingie kwenye agano na Yesu. Luka 22:20. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, mm. akisema mm. kikombe hiki ni agano jipya katika damu, agano jipya, yes. katika damu yangu ndiyo inayomwagika kwa ajili yenu. Mungu mm. akubariki sana, Amen. hii ni agano hii ni agano jipya katika damu yangu. Yesu ndiye Musa wetu wa agano jipya kwa sasa yeyote aliyempokea ameingia kwenye agano la Yesu Kristo. Haleluya! Ndio maana mwezi wa pili tunaenda pia kushiriki meza ya Bwana kama watakatifu wa Pentekoste wa Bwana. Haleluya! Kama hujabatizwa, iaozese mapema tukubatize, tuje tushiriki kwa pamoja, ili uingie kwenye agano pamoja na watakatifu wengine. Simama hapo ulipo mwana wa Mungu. Simama hapo ulipo mwana wa Mungu, nikumbuke Jumapili nitakutana na watu wote ambao kwa kweli wamemwomba Mungu kwa muda mrefu, wanatamani kuoa, wengine natamani sasa wapate waume, tukutane nao baada ya ibada Jumapili. Lakini Jumapili hii tukutane na viongozi wote, kwa ile kuweka mambo vizuri, nawemefunika macho sasa, wakati praise team wanaabudu hapo, kwa kifupi sana, ile mambo yote yaende vizuri.

na anahitaji labda la, anatamani kuombewa. Sasa unahitaji msaada wa kimungu, naomba upite mbele, tunapoenda kuitimisha kuitimisha kwa pamoja. Wengine wamekuja tu, wengine wamekuja kwa mahitaji, wengine wamekuja tu, anahitaji anatamani Mungu amtendee jambo, pia unaweza kupita mbele ili tunapoenda kuomba Mungu akatende sasa mikono yako kifuani pako, nikuombee. Sasa sema maneno haya. Baba sema, baba Mungu, niko mbele zako Mtakatifu wa Israeli. Wewe ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Nimesikia neno lako mtana wa leo, nami nasogea mbele ya madhabahu, Ninakuitaji Bwana, niingie kwenye agano la damu ya Yesu Kristo. kuanzia sasa, Yesu Kristo ni kila kitu kwangu katika maisha yangu. Bwana, nakuitaji Bwana, nakuitaji ukanitimizie shauku ya moyo wangu ikapata kutimia. Baba uchunguzaye mioyo, chunguza moyo wangu, hitaji langu leo nikapatikane, nipatikane katika madhabahu hii lipatikane. Hebu mwambie Mungu asante Yesu, asante Yesu, hata kumshukuru Mungu kwa sababu ninapokuombea Bwana anaenda kutimiza, Baba katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu wa agano ambao, Bwana hata sasa tumenihubiri hapa, nami nasimama kwenye madhabahu hii, Baba nikitamka yale ambayo yalishindikana kwa kila kibinadamu, lakini sasa hatawezekana kwa jina la Yesu na unapoweka mkono wangu Bwana ukathibitishe kila ambacho umesema katika maandiko matakatifu, kwamba kaweka mkono juu ya ugonjwa, juu ya wahitaji, nao watapokea, ni wao kupokea katika jina la Yesu. Neema ya Bwana kwa jina la Yesu, neema ya Bwana kwa jina la Yesu. Kila shida ile mbele yako ikapate kuondoka. Bwana kuingiza kwenye agano la baraka, agano la heri, kuinuka katika jina la Yesu. Bwana kuingiza kwenye agano la baraka kwa jina la Yesu Bwana kuingiza kwenye agano la amani, agano la uzima kwa jina la Yesu. Bwana kuingiza kwenye agano la kweli Bwana akutendee kiu ya moyo wako, Bwana akutendee kiu ya moyo wako, Bwana akupe maji utakapokua utaona kiu tena bwana kutendee chano leo kwa jina la Yesu Kristo hai. Nachia nguvu ya Bwana juu yako nachia nguvu ya Bwana na, na Roho Mtakatifu apenye kila mahali ili Bwana akakutendee sasa. Katika jina la Yesu pokea neema ya Bwana katika jina la Yesu pokea neema ya Bwana Bwana kwa jina la Yesu, Yesu, kutendee chano leo. Bwana akutendee mchana leo kwa jina la Yesu, na neema ya Bwana. Bwana akutendee mchana leo, Mungu akukumbuke. Bwana akumbuke haja ya moyo wako yote ambayo unatamani, natamani aa akayatimile mchana leo, akumbuke asikie maombi yako katika jina la Yesu. Achurie nguvu ya mafanikio juu yako kuanzia sasa. Mungu akupiganie na neema ya Bwana juu yako. Mungu afanikishe zako, Mungu afanikishe masomo na kila hatua yako ikastawi kwa jina la Yesu. Bwana kufanikishe kwa jina la Yesu. Bwana kufanikishe kwa jina la Yesu. Na tena mama Bwana tu yako katika jina la Yesu. Pokea neema kufanikiwa. Pokea neema mabadiliko kwa jina la Yesu. Pokea neema mabadiliko katika jina la Yesu. Pokea neema mabadiliko. Na tena mama mabadiliko si yako. Mabadiliko ya zero roho. Mabadiliko ya Roho ndio kwa ajili ya nguvu ya Bwana. Kila vita iliyoinuka juu yako ikapata kushushwa kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana kauci yako kwa jina la Yesu. Pokea neema ya pokea neema mabadiliko kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya Bwana, pokea neema ya Bwana, pokea kibali kwa jina la Yesu Kristo. Kilo litenano likapata kustawi katika ka jina la Yesu Falme wa wafalume Mungu mwenye nguvu, ninakushukuru kwa sababu umestahili kushukuliwa. Wewe ni Mungu wa agano, umefanya agano na watoto wako, umelifanya kuwa imara agano lako Bwana. Ninakusihi sasa, kila mmoja aliyekanyaga mahali hapa akatembee katika agano la baraka, akatembee katika agano la kuinuliwa na kufanikiwa. Kwa jina la Yesu Kristo, ninaomba Bwana, siku hii ya leo ikawe ni ya baraka. Hata siku ya Jumatatu tunapoanza mwezi mpya, anza upya ndani yetu. Tunapoanza mwezi mpya, anza upya katika kazi zetu za mikono, kwenye kazi zetu, kwenye masoko, na katika kila jambo tunalofanya. Bwana, tunatamani kukuona kwa upya. Baba Mungu, ninawabariki watoto wako wa kiume na wa kike wanaokanyaga mahali hapa Watakakuondoka mchana wa leo, waondoke na baraka zote, wakafanikiwe kwa kazi zao wazifanyazo, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, ukapate kumkemelea laye hata kula afya zao, hata kula mipango yao, hata kula chochote ambacho, Mungu utawabariki watoto hawa, ninaomba ukawalinde, malaika wako wakafanye mituo kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Ninaomba haya Mungu nikiamini katika jina la Yesu, amen. Shangilia Bwana Yesu kufikia thamani yeah. Amina, karibu katibu, kwa ajili tangazo, karibu katibu, uh, atoe tangazo ni tuende kwenye ratiba iliyopo.